Alhamisi tarehe ishirini na tatu Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambalo linakupinga kupinga kuwasilishwa kwa kielelezo ya taarifa ya uchunguzi ya picha jongefu zilizopo kwenye memory card pamoja na flash disk, na shahidi namba tatu wa jamhuri mkaguzi wa jeshi la polisi Samuel Eribariki Kaaya. Mapema asubuhi ya leo, jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo wakiongozwa na Jaji Mkuu Dastan Dungulu lilitoa uamuzi mdogo kufuatia mapingamizi yaliyokuwa yamewekwa na mshtakiwa ambaye anajitetea mwenyewe katika kesi hiyo mwishoni mwa juma lililopita mapingamizi ambayo yalijibiwa na jamhuri mwanzoni mwa juma hili ambapo katika uamuzi wa mahakama imekubaliana na hoja za mshtakiwa katika pingamizi hilo lililokubaliwa na mahakama pamoja na mambo mengine alikuwa anapinga kuwasilishwa mahakamani hapo kama kielelezo memory card pamoja na flash disk ambazo ndani yake kuna maneno yanayodaiwa kuyatoa mshtakiwa Aprili tatu mwaka huu yanayodaiwa kuwa ndio msingi wa kesi inayomkabili